Leo tarehe 11 ya Januari 2017 baraza la habari Tanzania, kituo cha sheria na haki na haki za binadamu, legal and human rights center, na mtandao wa watetezi wa haki za binadamu tumefungua kesi katika mahakama ya Afrika Mashariki kulalamikia kupinga sheria ya huduma za vyombo vya habari namba 12 ya mwaka 2016. Misingi yetu ya kupinga ni kwamba sheria hii inavunja makubaliano ambayo yapo katika mkataba wa jumuiya ya Afrika Mashariki ibara ya 6D ibara ya saba ibara ndogo ya pili, kwa kifupi, ibara hizi zinaongelea masuala ya demokrasia zinaongelea masuala ya haki zinaongelea masuala ya utawala bora zinaongelea masuala ambayo tunadhani sheria hii inavunja, inavunja, inavunja masharti ya, ya, ya, ya mkataba huo. Sasa, mahakama ya Afrika Mashariki katika kifungu cha 23 cha mkataba wa Afrika Mashariki inatoa, inatoa mamlaka kwa mahakama hii kutafsiri mambo yote yanayohusu mkataba huu na utekelezaji wake. Kwa hiyo ndio maana tumekuja katika mahakama hii tukiwa tunalalamikia nchi yetu kutunga sheria inayovunja inayovunja inayovunja mkataba huo. Kwanza, kwa nini tumekwenda mahakamani? Kwa nini tumekwenda mahakamani? Tumekwenda mahakamani kwa sababu kwa zaidi ya muongo mmoja tumekuwa tunashughulika kutafuta sheria nzuri itakayotoa nafasi kwa vyombo vya habari kufanya kazi kwa weledi kufanya kwa kazi kwa uhuru na kuweza kuwafikia wananchi wengi kadri iwezekanavyo na kuwasilisha maoni ya watu wengi kadri iwezekanavyo bila vikwazo. Kwa muda wa zaidi ya miaka kumi, mwaka 2011, mwaka 2008 na wadau walikusanya mawazo wakayapeleka serikalini mwaka 2011, tukayapitia yale mawazo upya tukayaleta kulingana na hali iliyokuwapo tukayapeleka serikalini mwaka 2015 wadau wakapeleka tena maoni serikalini mwaka 2016 inakuja sheria iliyo tupilia mbali mawazo yote ya wadau na tunaomba muda kwamba jamani hebu tushirioni kuhusu hili muda huo unakataliwa kwa hiyo hakuna mtu ambaye anataka kwenda mahakamani tu hivihivi hivi. mahakama, mahakama ni, ni, ni mchakato mrefu eh, una, una changamoto zake lakini pale unapoona kwamba haki imefikia mahala unaona huipati, mahala pekee pakikatiba pa kwenda ni mahakamani. Sasa mahakama ya Afrika Mashariki labda ni kwa sababu Watanzania hatujaenda sana huko, lakini ni mahakama ambayo imewekwa kwa ajili yetu wananchi wa Afrika Mashariki. Na suala hili kwa maoni yetu liko bayana kabisa katika mkataba wa wa, wa, wa Afrika Mashariki. Nchi wanachama wa Afrika Mashariki, kuna mambo ambayo kwa kusaini mkataba ule zimejifunga kuyatekeleza, na sheria hii kwa maoni yetu na wanasheria wetu inakiuka kabisa mambo yale ambayo taifa letu limejikomit kuyatekeleza kama mwanachama wa Afrika Mashariki. Kwa nini hatukwenda mahakama ya ndani? Hizi ni taasisi tatu, hizi ni taasisi tatu Hili ni swala la kitaifa, wala sio swala la waandishi wa habari tu. Haki ya kupata habari ni haki ya kitaifa, kitu chochote kide, ni haki ya wananchi. Kitu chochote kinachoingilia haki hii, kitu chochote kinachoingilia haki hii kinaingilia haki ya kikatiba na haki ya msingi ya wananchi. Kwa hiyo tulieni, labda kuna wananchi wengine watakwenda katika mahakama nyingine, labda nyinyi wenyewe mtakwenda katika mahakama nyingine kama kuna nafasi tuitumie. Tunasema, ikiwa advocacy ya kawaida, ikiwa uragibishi wa kawaida umekwama, sasa twendeni mahakamani na, na, na, na wenzetu, mahakama zikatusaidie kujaribu eh, kufafanua masuala haya. Hiyo mahakama ya Afrika Mashariki ni mahakama iliyopo kwa ajili yetu na tuna sababu ya kuitumia kwa sababu haina vizuizi vyovyote. Kwa hiyo hakuna tofauti tungefungua hapa au kule, na kwa sababu nchi yetu iko katika Umoja wa Afrika na kuna hiyo mahakama, tumeona umuhimu wa kuitumia hiyo mahakama ili tuweze ku, kupata hiyo haki. Kwa hiyo sio swala la kukimbilia, ni fursa iliyopo. Kuna mahakama nyingine, kwa mfano mahakama ya Afrika, hatuwezi kwenda kwa sababu yenyewe ni mpaka tumalize e, mambo ya ndani, lakini ya Afrika Mashariki mnaweza kwenda wakati wowote mnapoona kwamba kuna haki imekiukwa, na ndio maana tumeamua kutumia mahakama hiyo. Kanuni haziwezi kuwa juu ya sheria. Mtu akihukumiwa kunyongwa, kinachobaki kujua ni urefu wa kamba, atasimamishwa wapi, itakuwepo na hadhara au haitakuwepo, lakini kunyongwa, ananyongwa tu. Sasa usimpeleke mtu anakwenda kunyongwa naye na, aanze kutunga na yeye sheria kanuni zile za kunyongwa kwake. Ninachosema hapa ni kwamba sheria ni mbaya, kwa hiyo tunaipinga, kwa kweli sheria nzima Viko vifungu ambavyo tumeviainisha ambavyo ndio vile ambavyo ni vikubwa zaidi katika ukandamizaji huo wa nafasi ya, ya wanajamii, si waandishi wa habari tu, wanajamii kupokea, kuchakata na kutuma na kupeleka habari zao kwa wanajamii wenzao, lakini sheria nzima kwa kweli ni mbaya na tunachosema hapa ni kwamba tutaweza kuwapeni baadaye pleadings zile ambazo zimekwenda mbele oh, ya mahakama na nyie wenyewe mnaweza mkachukua fursa hii mkajiweka pamoja na mkafungua kesi nyingine hapa nchini e, au nje hata ikienda kesi nyingine Afrika Mashariki itakuwa haijazuia kesi yetu ambayo tumeifungua hivi leo. kwa hiyo muhimu hapa ni kujua kwamba kanuni haziwezi kutengenezwa zikawa bora kuliko sheria yenyewe ilivyokusudia kufanya kazi, na tunadhani kwamba sheria ni mbaya. Kwa hiyo kanuni zozote zinazotungwa sasa hivi ni kanuni za kutekeleza sheria mbaya, kwa hiyo hazifai.